Kwenye Mathayo sura ya tisa Mathayo tisa, msari wa thelathini na saba hadi thelathini na nane inazungumza kwa habari, Yesu mwenyewe anazungumza kwamba mavuno ni mengi, nafsi za watu zinazomhitaji Mungu ni nyingi. Anasema wapelekwe watenda kazi shambani, alafu anasitiza anasema, muombeni Bwana wa mavuno apeleke hayo mavuno shambani. Lakini ukiangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 14 hadi wa 17, tunamwona Petro na Yohana, mtume Petro na Yohana wanatumwa kwenda Samaria. Mitume walikuwa Yerusalemu ila waliposikia Samaria wameipokea neno la Mungu, kuna uhitaji wa kusikia sauti ya Mungu, kuna uhitaji wa kufunuliwa neno la Mungu. Walipokuwa kule Yerusalemu, Petro na Yohana wanatumwa kwenda Samaria. Uhitaji wa kusikia kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Kuna wakati Mungu anaweka kiu ndani ya mioyo ya watu ili waweze kusikia kutoka kwake. Kuna wakati Mungu anaweka njaa ndani ya mioyo ya watu ili wapate kusikia neno la Mungu liwe ni chakula kwa maisha yao. Na katika msimu huu wa mwaka huu 2026 Mungu amesema, nimeachilia kiu na njaa ya sauti yangu ya kweli ya maarifa ya neno langu ndani ya mioyo ya watu. Bwana Yesu kuna uhitaji sasa wa sisi watumishi wa Mungu ambao tuna neema ya wokovu kuzungumza na watu habari za injili ya Yesu Kristo, habari za msalaba, masamaha la dhambi, habari ya neema. Ndio wakati wenyewe huu katika nyakati hizi nyakatizi sana. Matendo ya Mitume sura ya kumi na moja mstari wa ishirini na mbili tunamwona Barnaba anatumwa kwenda Antiokia. Antiokia kulikuwa na uhitaji wa watu wa kusikia sauti ya Mungu, kuijua kweli ya neno la Mungu, kupata maarifa ya Mungu. Mungu akaangalia uhitaji wa Antiokia akamtuma nani? Barnaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema andika, kitabu cha Warumi, andika Warumi sura ya kumi, Warumi sura ya kumi mstari wa kumi na nne watasikiaje kama kuna mtu wa kuwambia? Na huyu mtu wa kuwambia hataendaje asipotumwa, asipopelekwa? Wataaminije kama wasiposikia? Na watasikiaje kama kuna mtu wa kuambia? Na wata, wataambiwaje kama kuna mtu ambaye aliyepelekwa aliyetumwa? Kwa hiyo ni jukumu lako wewe na mimi, ikiwa katika sehemu ya biashara, ujasiriamali, katika makazi au jirani unapoishi au ikiwa katika sehemu ya kazi, watu wanahitaji kusikia nini Mungu anasema au nini Mungu alichofanya kuhusiana na maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo ya Mitume sura ya kumi na tatu mstari wa pili hadi wa nne tunaona wakati mitume na wanafunzi, kanisa la awali wamefunga, wanamuomba Mungu wakiwa katikati ya mfungo na maombi Mungu anasema na watumishi wake. Matendo ya Mitume sura ya 13. Anasema nitengeni Paulo, Sauli na Barnaba. Wanatumwa kama wamishionari Roho Mtakatifu, wakati wa, wa kiomba wamefunga, anasema nitengeni Barnaba na Sauli, Paulo kwa kazi ile iliyowaitia. Wanatumwa kwa ajili ya kwenda kuambia watu habari za Mungu. Kwa lugha rahisi, watu hawawezi kumsikia Mungu kama hakuna watu wenye Mungu wa kuzungumza na hawa watu habari za Mungu, watu aweze kufanyaje kumsikia Mungu kama hakuna watu wenye Mungu wa kuzungumza hizo habari za nani za Mungu? Kama Bwana Yesu asifiwe sana, iko hivi, Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 26 hadi arobaini. Matendo ya Mitume nane mstari wa ishirini na sita hadi arobaini. Tunamwona Filipo. Filipo anatumwa na Roho Mtakatifu, anaagizwa aende akakutane na toashi, toashi wa Kiethiopia. Toashi anakuwa anasoma Bibilia, maandiko ya manabii na mitume, haelewi. Yupo kwenye gari lake, haelewi. Roho Mtakatifu anamwambia, nenda, utakutana na mtu barabarani utamfafanulia utamfafanushia kile anachokisoma akielewi. Anafika pale, anamwambia unahitaji kusoma kukuelewa? Anaambia ndio, unahitaji anamwelekeza yale maandiko ya mitume waliyoandika manabii na zile sheria za Musa, anaelewa, anasema ni nini kinachonizuia mimi si nisibatizwe? Muda ule ule anaambia, anamwambia mtume Filipo, naomba unibatize. Anashuka kwenye gari, anambatiza, anapokea ujazo wa Roho Mtakatifu, anaenda na neno la Kristo. Kwa nini sasa wa Mungu atuongoze mimi na wewe. Kuna watu wako huko wanaishika Bibilia hawaielewi. Kuna watu wamedanganywa, wamehudiliwa njiri nyingine yenye roho nyingine yenye Yesu mwingine. Anahitajika mtu mwenye roho wa Mungu wa kuhubiri injili ya Yesu Kristo ya kweli. Mtu huyo ni mimi na wewe, sema amina katika nyakati hizi na haya Usimwombe Mungu akupe mafanikio. Akupe hichi na kile cha kushikika na kuonekanika kwa macho. Mwambie Mungu, ninaomba unitumie kama kinywa chako. Watu waweze kuisikia sauti yako kila kona ya nchi. Wakati unatumika kuyatimiza mapenzi ya Mungu, kusema na watu, watu wanasikia, wanamsikia Mungu kupitia wewe. Mungu automatically anajibu mahitaji yako yote mengine. Na anajibu mahitaji yangu yote mengine na wewe. Mwaka huu tubadilishe badiishe lifestyle yetu sisi ya mahusiano na Mungu katika mambo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana.